Mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi vya Mkushi Bible Reply Show, ninayo furaha kubwa kukukaribisha tena katika siku hii ya leo, na leo ikiwa ni sehemu ya sita ya vipindi hivi kama ilivyo ada sitakuwa peke yangu, nitakuwa pamoja na pasta ambaye atakwenda kujitambulisha na kisha moja kwa moja atakwenda kutufunulia maandiko matakatifu kupitia swali lile tutakalokuwa nalo katika siku hii ya leo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mchungaji Elisha Bonifasi Nchama, mchungaji wa mtaa wa Nyankumbu, Geita Nyanza Goldbet Field. Nipende kukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha Mkushi Bible Reply Show. Karibu sana. Asante sana pasta, kwa utambulisho huo makini kabisa, na moja kwa moja tutakwenda kwenye swali letu la siku hii ya leo. Swali linauliza: Je, ni sahihi kwa muumini kufungiwa nira na wasioamini katika maisha yake ya kila siku, iwe ni katika ndoa, katika biashara au ushirikiano wa karibu, na ni vipi jambo hili lina athiri imani na ushuhuda wa Kristo? Asante na shukuru kwa swali zuri. Uh, miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa na changamoto pia tunaweza kusema ni haya, miongoni mwa aya katika Biblia ambazo, uh, wakati mwingine zimekuwa zikitumika tunapowafundisha vijana hususa swala zima la mahusiano lakini pia ninaamini swali hili linatoka moja kwa moja katika kitabu cha Wakorintho wa Pili 6:14, ambayo nitaisoma. Anasema, msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Sasa ili tu, tuelewe vizuri mada na swali hili, ni lazima pia tuelewe uh, maana ya neno nira. Uh, tunapozungumzia nira, ni kifaa au mti ambao unatumika kuunganisha wanyama wawili ili waweze kuvuta pamoja, kwa maana ya kwamba wale wanaolima mashamba kwa kutumia jembe la kukokota na ng'ombe ambalo linaitwa plau. E, sio pilau, ni plau. Uh, kawaida, wale ng'ombe ili wavute pamoja, wanawekewa mti, na ule mti unawekwa kwenye mabega ambao unawafanya kama ni ng'ombe au ni punda, hawezi kupinda kwenda kulia au kwenda kushoto. Wanapokuwa wameelekezwa na yule anayewaelekeza, wananyoka. Kwa hiyo ndicho tunachokiita nira. Sasa ili tupate muktadha mzuri, tuhusianishe sasa kwamba hawa ng'ombe au punda wanapowekewa kifaa hiki ambacho ni nira, kawaida nguvu zao zinaungana, wanaweza kuvuta pamoja, wataenda uh, direction au usawa wa pamoja, pasipo ku mwingine kwenda upande huu na mwingine kwenda upande huu. Sasa tunaporudi kwa muktadha wa Biblia kwamba nira, uh, usifungiwe nira pamoja na wale wasioamini, maana yake ni kwamba Uh, tunaweza kuzungumza ya kwamba inaweza kuwa katika mafundisho uh, inaweza kuwa katika muunganyiko wa ndoa kama ambavyo pia umeuliza, inaweza kuwa katika maisha ya kawaida kwa maana ya kijamii, inaweza kuwa katika biashara na mambo mengine, kwa sababu huu ni muunganyiko wa vitu viwili. Kwa hiyo hata Biblia inapozungumza, ina maana ya kwamba ni mahusiano ya karibu sana ya watu wawili au kikundi fulani ambao wanaweza kufanya jambo kwa pamoja. Kwa hiyo hiyo ndio maana halisia tunapozungumzia katika swala la nira sasa, muktadha harisi wa Biblia anapozungumza msifungiwe nira, inaweza kubeba picha pana kwa maana ya swala zima la uh, mahusiano yetu sisi na Mungu katika swala la ibada na dini, lakini pia inaweza kwenda katika mahusiano ya familia au ndoa na katika shughuli zingine ambazo nimezitaja uh, za kijamii uh, lakini pia tuna upande wa pili wa swali ambao unasema wasioamini. Uh, wakati mwingine watu wamekuwa wakirahisisha wakidhani ya kwamba wasioamini ni wale wasio, yani, tunaweza kusema ya kwamba ni wale wasiomjua Mungu kabisa au wasiokuwa na dini, maana anaweza akasema ya kwamba huyu uh, ni Roman Catholic anaamini Uh, huyu labda ni, ni mrokole anaamini. Lakini tunapokuja katika suala la Biblia kusema wasioamini, maana yake ni wale wasioamini ukweli wa Biblia tunaouamini sisi. Wanaweza wakawa wanaamini lakini hawaamini katika sabato. Wanaweza wakawa wanaamini lakini hawaamini katika uaminifu wetu wa zaka na sadaka, labda wao wanaamini katika kutoa tu vile Mungu alivyokubariki. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la imani linabeba vitu vingi. Sasa Biblia ina uwanja mpana kwamba msifungiwe um, nira na wasioamini. Nije katika uh, muktadha wa swali kwamba kuna chaneli kadhaa, mfano katika swala zima la ndoa. Wasioamini, unapofanya maamuzi ya kushirikiana na huyu mtu ambaye haamini na kafunga nira pamoja naye, maana yake ni makubaliano Aa, na mwanzo nilisema ya kwamba limekuwa ni miongoni mwa fungu ambalo wakati mwingine hata vijana wanalitumia, na tumekuwa pia tukiwasaidia vijana kupitia fungu hili, ya kwamba unapofungiwa nira na mtu asiyeamini, ya maana yake ume, umeweka makubaliano pamoja naye, na yule mtu haamini katika imani yako au katika mafundisho yako. Kwa hiyo mwisho wa siku inaweza kuleta changamoto, kwa sababu wewe unaamini katika Sabato, yeye anaamini katika Jumapili katika Ijumaa aida ni Muislamu. Wewe unaamini katika uaminifu wa zaka na sadaka, lakini yeye kule katika dini yake kuna uaminifu mwingine. Kwa hiyo kwa swala zima la ndoa, Biblia iko wazi ya kwamba msifungiwe nira na wasioamini, msichangamane na hata ukisoma Biblia, ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati i 22 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea, mwenyewe anasema ya kwamba tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakarib, nini, nitawakaribisha nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa watu wangu, kwa, e, mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike asema Bwana Mwenyezi. Kwa hiyo unaposoma hiyo kumbukumbu pamoja na mafungu kadhaa yanayoendelea, yanaeleza wazi pia Waisraeli walizuiwa kwenda nje ya taifa la Israeli kwa maana ya kwamba wale watu walikuwa na imani zao na miungu yao pia waliokuwa na iabudu kwa hiyo, kama ambavyo Mungu alitoa maelekezo zamani, ina maana Paulo anakuja kukonekti na kile ambacho manabii manabii waliandika na, na waandishi wa Biblia wengine pia waliandika ya kwamba msifungiwe nira na wasio amini. Kwa hiyo katika suala zima la ndoa, ningewashauri vijana wetu kuwa makini sana, japo wengine wamekuwa na, na mtazamo ya kwamba ninaweza nikambadilisha nika lakini mara nyingi binafsi mimi nimeshuhudia wengi ambao wamefanya hivyo, asilimia imekuwa kidogo sana ya waliodumu kanisani, kwa sababu wengi anafanya maamuzi ili kumpata yule anayemhitaji, lakini baada ya kumpata anaweza kumwambia mimi nilikuja kwenye dini yako kwa sababu ya kukuhitaji na kwa sababu nimesha kupata, sina hitaji tena na dini hiyo. Lakini pia tunao muktadha mwingine wa swali ya kwamba hawa watu, je, tunaweza kushirikiana nao vipi katika shughuli za kijamii au katika biashara katika biashara e, mwingine anaweza kuwa mwepesi tu kusema ya kwamba ha, haina, haina madhara haina changamoto yoyote, lakini ukweli ni kwamba changamoto inaweza kuwepo kwa sababu Uh, huyu mtu wewe unaamini katika nuru ya Biblia, na unaweza ukafanya biashara mkiwa mnashirikiana, wewe ukiwa unamwamini Mungu, lakini yeye hamwamini Mungu. Kuna wakati wewe utasema tuombe tu, kwa sababu ya changamoto iliyojitokeza, lakini yeye anaweza akakwambia twende kwa wataalamu, waganga, au watu wa nje, au tuweke mazindiko. Tayari ni changamoto, hiyo imeingia, japo unaweza ukaona ni jambo dogo. Wakati mwingine, mmeshirikiana, baada ya kupata faida, uh, aidha mtaamua matumizi pamoja. Wewe utamwambia mimi ninahitaji nitoe asilimia kumi ya zaka na sadaka, lakini atakwambia kwamba bwana, mimi sielewi habari ya zaka. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kuwa changamoto katika pande mzima wa, wa biashara. Katika masuala mazima ya, ya kijamii, sisi tunaishi katika jamii, kwa hiyo yako mambo ambayo tunaweza tukashirikiana pamoja na hawa watu wasioamini. Wakati mwingine tumekuwa na shughuli za kiserikali, wakati mwingine tunakuwa na matukio ya kijamii, misiba, sherehe. Hivyo ni vitu ambavyo hatuwezi kuepuka kushirikiana nao lakini tahadhari kubwa inapaswa kuchukuliwa tunapoweka makubaliano ya kushirikiana nao au kuungana nao, ya kwamba tumefunga nira ya, ya kufanya jambo kwa pamoja, ni sherehe, ni msiba au ni jambo fulani linalotuunganisha kama jamii, tahadhari inapaswa kuchukuliwa ya kwamba tunapoyafanya na kushirikiana nao, lazima pia tulinde viwango vyetu. Uh, pastor, labda nikurudishe nyuma kidogo, kama nitakuwa nimekunukuu vema kwenye upande wa kufungiwa nira uh, na wasioamini, upande wa biashara, tuseme ninafanya biashara na mtu wa aina hiyo asiyeamini. Uh, mimi mwisho wa siku ninatambua kwamba ninatakiwa nirudishe lile fungu la kumi kwa Mungu. Sasa ikatokea biashara tumefanya faida, imegawanywa kachukua sehemu yake, nikachukua sehemu yangu, lakini ile sehemu yangu mimi nikaitendea uaminifu kwa Mungu wangu nikarudisha sehemu ya kumi pale, kuna changamoto gani? Je, nitakuwa nafanya makosa kufungiwa nira na mtu aina hiyo? Hiyo ni kipengele a, lakini kipengele b ni kwamba, je uh, endapo na yeye anaamini hivyo uh, anarudisha pia uh, zaka na sadaka kwa Mungu au katika hicho wanachokiamini je, bado kuna changamoto ya mimi kufungiwa nira na mtu wa aina hiyo? Upande wa biashara, ukweli ni kwamba hatuwezi kuzuia kushirikiana na hawa watu, maana tunaishi katika jamii, na katika hii jamii tunayoishi, tunaishi na watu wa tofauti, wa tofauti. Wako wanaoelewa Biblia na wasioelewa, wako wanaoamini na wasioamini kwa hiyo hatuwezi kukataa kushirikiana nao, yako tu mambo ambayo yatatulazimu, ziko nyakati na situation ambazo zitatulazimu kushirikiana nao. Kwa hiyo katika suala zima la labi, biashara, yawezekana usipate anayeamini kushirikiana naye lakini basi ukawa umefanikiwa kupata mtu asiyeamini na ni mtu mwema na mkafanya biashara kwa uaminifu, uh, litakuwa halina shida e, hakuna shida yoyote, kwa sababu baada ya hapo wewe una uwezo wa kumrudishia Mungu wako kwa uaminifu na kuilinda imani yako kabisa pasipokuwa na shaka. Lakini pia na yeye atakuwa huru, maana dini yako haitamfunga e, lakini pia tunaweza kusema ya kwamba kwa kushirikiana nao bado ni sehemu nyingine ya kupeleka injili yetu maana unaweza ukapata nafasi ya kumshuhudia ukweli wa neno la Mungu na Biblia na yeye akaelewa na, na kumfuata Kristo. Aa, kwa hiyo kinacho kinachowekwa katika fungu hili ni tahadhari ya kwamba tukumbuke e, nuru na giza haviwezi kukaa pamoja, Biblia inasema. E, yule mwenye nuru anayeamini maana yake amembeba Yesu, asiyeamini maana yake amebeba giza. Au anaweza eh, mahali fulani Biblia inasema ame, amebeba bereali. Bereali ni neno la Kiebrania ambalo linamaanisha uh, asiyefaa, yaani mtu ambaye anafanya mambo yasiyofaa au yasiyokuwa katika utaratibu wa Mungu kwa hiyo maana yake ni kwamba unaposhirikiana na huyu mtu ambaye anaweza akawa haamini au hana nuru kama yako, ni vizuri kuchukua tahadhari, ili usije ukaathiri imani yako au wewe kuvutwa na ukaingia katika giza badala ya wewe kumwangazia nuru ulio nayo. Lakini pia uh, swali lingine e, ume, umeuliza ya kwamba je, kama na yeye pia anatoa kwa Mungu wake ile fungu la kumi, bado na yeye atakuwa yuko sawa, kwa sababu na yeye anayo ile imani anayoiamini na wewe unayoimani unayoiamini. Kwa hiyo kusudio kubwa na lengo kubwa la fungu hili ni kuwalinda waumini au wa wanafunzi wa Biblia kuelewa ya kwamba tuko katika jamii yako, matukio yanaweza yakatuvuta, na kwa kudhani ya kwamba tunashirikiana nao yakatuingiza katika dhambi au katika giza. Kwa hiyo tahadhari kubwa ina, inahitajika tunapofanya ushirika pamoja na watu kama hawa, lakini katika suala zima la ndoa, Biblia iko wazi tuna, tumesoma historia ya kumbukumbu ya kwamba hilo Mungu aliliweka wazi kabisa ya kwamba eh, sio vyema na ah, hakubaliani nalo kufunga nira na wale wasioamini. Ni kushukuru sana Pasta kwa mafundisho hayo makini. Sasa kwa kumalizia tu jambo hili la kufungiwa nira na wasioamini wa ni namna gani basi au ni vipi jambo hili linaweza likaathiri imani na ushuhuda wa Kristo? Jambo hili lina athari kubwa sana. Tukianza na upande wa kwanza ambao tume uzungumzia wa ndoa, vijana wengi au familia nyingi eh, wame, wamejikuta wana wanashindwa kuendelea na imani zao kwa sababu ya kuwa na mabishano au mvutano wa pande mbili. Kwa sababu wewe mama utaamka, utaenda upande huu, baba ataamka ataenda upande huu na kuna wakati imani ya huku itakuwa na mambo yake na ya huku na mambo yake, lakini wakati mwingine pia itakuwa ngumu kuweka ibada ya pamoja kwa sababu huyu haamini lakini huyu anaamini. Kwa hiyo, uh, moja athari kubwa wa wanandoa ni kwamba inaweza hata kupelekea wakati mwingine ndoa kuvunjika au kuharibika kabisa, mahusiano kutokuwepo, kwa sababu ya kutokuelewana kwa pande mbili lakini pia uh, upande wa pili wa shughuli za kijamii na biashara, naweza kusema pia kuna athari kubwa, na ndio maana nikasema tahadhari kubwa sana inapaswa kuchukuliwa unaposhiriki unapo, katika shughuli za kijamii au kama ni biashara, pamoja na huyu mtu, kwa sababu kuna wakati ataamua kwenda kwa waganga eh, au kufanya eh, mambo ya ya kishirikina ya, ya, ya, ya, ya eh, kuweka ulinzi na nini, na atakaporudi atakwambia si unaona bwana, mbona, mbona mbona mambo yako tu sawa, si unaona mambo yamerudi, yamekuwa vizuri. Kwa hiyo akilini tayari unaweza ukaanza kujenga kumbe huku nako eh, panaweza kuwa sawa eh, au panaweza kuwa mahali sahihi. Kwa hiyo unaweza kujaribiwa imani yako kusema, hebu ngoja na mimi niamini tena, maana niliona ameenda na hili jambo limetokea, lime, lime, vizuri au limekubarika. Eh, kwa hiyo tahadhari inahitajika kwa sababu E, imani itajaribiwa na unaweza kushawishika. Kwa hiyo ndio maana tunasema ya kwamba a, ni ngumu ukashiriki upande wa Mungu na wakati huo huo ukashiriki upande wa shetani, au tunasema ya kwamba ni ni, ni ngumu e, ushiriki pamoja na Kristo lakini wakati huo huo unahitaji kushiriki pamoja na mambo mengine ya kidunia ambayo hayakubariki. Haya, haya katika swala zima la, la mafundisho ya Biblia e, wakati mwingine unaweza kuwa ni rafiki ni, ni mlevi, atakwambia bwana, twende tu, wewe utakunywa soda au utakunywa maji, tutakaa tu wala haitakuathiri. baada ya muda unaweza kujikuta anakwambia, hebu jaribu, jaribu mwisho wa siku na wewe utaingia kwenye ulevi. Yako mambo mengi ambayo tunaweza tukayazungumza, ambayo ni tabia ambayo mtu anaweza akavutwa polepole na hatimaye mwisho wa siku Thirika. Tukija hata katika swala zima la, la wadada wanaojiuza anaweza tu kuwa ni rafiki anakwambia, bwana, sasa we utaishije haya maisha bila kutafuta pesa, ngoja nikupe mchongo, jaribu hii kitu. Kwa hiyo hata katika seleksheni ya marafiki au watu tunaohusiana nao tunahitaji kuwa na tahadhari, kwa sababu athari yake ya kwanza ni kupoteza imani yetu kwa Mungu. Athari ya pili ni kupoteza misingi yetu ya imani tuliojijengea, lakini uh, athari ya tatu ni, ni kutoka katika uwepo wa Mungu kwa maana ile nuru tulio nayo tutakuwa tume tumeipoteza na mwisho wa siku, mapambano katika safari ya imani na kutafuta wokovu tunaweza kuwa tumeaga mapambano kwa namna hiyo, kwa kudhani ya kwamba tunashirikiana nao tu, lakini mwisho wa siku wakatuvuta na kutotoa katika dira. Kwa hiyo rafiki zangu na wale wote tunaofuatilia kipindi hiki, niendelee kuwaalika kuendelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea vya Mkushi Bible Show, maswali mengi yanajibiwa. Kwa hiyo usiache kuendelea kufuatilia vipindi hivi vitakusaidia kiroho, lakini yako mambo mengi katika swala zima. Yawezekano unayo maswali ya Biblia ambayo haujui majibu yake. Katika kipindi hiki utapata majibu sahihi. Kama unavyoona sisi tunachimbua Biblia na tunajibu kwa muktadha wa Biblia. Kwa hiyo niwakaribishe sana kuendelea kufuatilia vipindi hivi, na kwa njia hii tutaendelea kumfuatilia Kristo na kuupata wokovu. Bwana awabariki sana. Nam nikushukuru sana Pastor kwa kuweza kutenga muda wako kuungana nasi katika sehemu hii ya sita ululizwa vipindi hivi zaidi, ni kushukuru wewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu, na tukukaribishi zaidi katika vipindi vijavyo. Hizi ni kukusihi uweze kutuandikia maswali yako katika chaneli yetu ya YouTube, nasi tutakujibu sawa. so, sana mapenzi ya Mungu. Karibu sana hadi wakati mwingine kwa